Iringa wametunukiwa heshima kubwa kwa mwandaaji wa mashindano haya ya kitaifa. Aidha, nipende kuhakishia wageni wote wanaoendelea kuwasili mkoani kwetu kutoka mikoa yote Tanzania Bara, nipende kuhakishia kwamba Iringa ni salama na itaendelea kuwa salama kwa muda wote wa mashindano na kwa washiriki wote watakuwepo hapa mkoani kwetu. Mashindano haya ya michezo hufanyika kila mwaka, hujumuisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kutoka Tanzania bara na visiwani. Kwa miaka mitatu mfululizo hadi kufika 2024 mashindano haya yalifanyika mkoani Tabora. Sasa nizamu yetu wana Iringa kwa wenyeji wa mashindano haya kwa miaka mitatu ijayo. Ndugu waandishi wa habari, mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA yataanza rasmi tarehe nane mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa sita. Mashindano haya yatajumuisha takribani washiriki kutoka Tanzania bara na visiwani, wakiwemo wanafunzi wachezaji wa shule za msingi, wanafunzi wachezaji wa shule za sekondari, walimu wa, walimu wa michezo, maafisa sekta ya michezo na viongozi kutoka kwenye wizara yenye dhamana ya michezo hapa nchini. Mashindano UMITASHUMTA yataanza tarehe nane mwezi wa sita hadi tarehe kumi na saba mwezi wa sita na tarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Kasim Majaliwa ka, mbunge wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 9 katika viwanja vya Kichangani. Wakati wa mashindano haya, michezo itakayoshindaniwa ni pamoja na soka wavulana na wasichana, mpira wa kikapu, mpira wa kengele, mpira wa wavu, mpira wa netball. fani za ndani ambazo zitashirikisha ngoma, kwaya na muziki ya kizazi kipya. Aidha, mashindano haya yatafanyika katika Shule ya Sekondari Wasichana Iringa, Shule ya Sekondari Lugalo na viwanja vya Chuo Kikuu cha Ualimu Klerru. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwaalika wananchi wa mkoa wa Iringa kushiriki kwa kwenda kushuhudia mashindano ya michezo mbalimbali, kutumia mbali. fursa hii kuku, kuuza bidhaa katika viwanja vya mashindano mbalimbali mbali, kwa wajasiriamali wadogo na wakubwa, pia kushangilia timu za mkoa wetu na Iringa ya UMITASHUMTA na UMISSETA. Mwisho, natoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa viwanja vya Kichangani tarehe tisa mwezi wa sita ili kushuhudia uzinduzi rasmi wa mashindano haya katika shughuli ambayo itaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.